Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, serikali itafanya juhudi za ziada kuwasiliana na sekta binafsi kupitia taasisi ya sekta binafsi Tanzania, yaani TPSF, ili kutoa fursa za mafunzo kwa vitendo kwa wanafunzi na wafanyakazi wa taasisi za elimu ya ufundi. Napenda pia kufahamisha umma huu kwamba serikali imeendelea kuimarisha ushirikiano na nchi mbalimbali kwa lengo la kuhakikisha wataalamu wetu wanapata uzoefu yuzi, na ujuzi unaoendana na mahitaji ya kikanda na kimataifa. Katika eneo hili ni wapongezi sana DIT kwa kuendeleza ushirikiano na taasisi za elimu ya juu kutoka nchi mbalimbali ikiwemo China, Ethiopia, Indonesia, Uingereza na Ureno kwa madhumuni ya kutoa mafunzo, kufanya utafiti na kutoa ushauri wa kitaalamu katika teknolojia ya ngozi. Naomba mkawe raia wema na wenye kupenda kulinda na kutetea taifa lenu. Mshoti, mkawe wataalamu pamoja na mafunzo mliopata hapa lakini, mkifika mtaani huko, basi muwe watetezi wa taifa lenu na mpende taifa lenu na muwe vijana bora. Wizara yako inatoa msisitizo mkubwa na nafikiri tathmini pia iendelee kufanyika katika wizara yako ili sasa tusizalishe wahitimu wengi ambao wana vyeti lakini hawana skills, kwa sababu kwa kufanya hivyo wako wengi ambao tayari wako mtaani. Kwa hiyo soko la ajira hata kwa miaka kumi walimu bado wako, kwa hiyo tunge minimize pia kwa, e, kusomesha baadhi ya kada, kwa sababu zipo tayari mtaani na wanaweza kusurvive katika soko zaidi ya miaka kumi ili kujikita kutoa taaluma ambayo wahitimu watakapomaliza watakuwa na uwezo wa kujiajiri. Taasisi yetu imefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana kuzalisha wataalamu wenye ujuzi na uwezo wa kufanya kazi kwa weledi na kutatua changamoto mbalimbali katika jamii ya Kitanzania na hata kwingineko duniani. Kwa majina naitwa ni mhitimu katika taasisi ya DIT, tukawe wazalendo katika taasisi na katika kada mbalimbali ambazo tutakuwa kuenda kukufanyia kazi katika upande mkubwa, kwa sababu wengi tunaenda katika kazi mbalimbali na katika idara mbalimbali na taasisi mbalimbali, hivyo tunaaswa kwenda kuwa waaminifu katika kazi tutakazokuwa tunapewa. Kwa majina yanaitwa Geoffrey Spitter Kispin, nimesomea katika taasisi ya sayansi na teknolojia ya DIT, ili uweze kuwa vijana ambao tutaweza kuwa wazalendo na kutumikia ili taifa kwa kulingana na yale majukumu ambayo tunaweza kupewa. Kupitia hiyo, nawasihi pia vijana wengine na vijana ambao waweza kuhitimu ndani ya huu mwaka waweze kuwa vijana ambao hawatajihusisha na makundi ambayo sio sahihi. Napenda kuwashauri pia, taasisi hii ni bora na nzuri zaidi, kwani inatoa mafunzo ambayo yanamwezesha kijana katika kujiajiri.